Hello uchasilio hapa, sasa kuwaonya wajasiriamali wenzangu. Najua mnapenda sana sana mikopo, lakini sio kila mkopo na kukimbilia. Mikopo mingine ni mibaya. Mikopo mizuri ni ile inayotoka kwenye taasisi ambazo zimesajiliwa, zina leseni, mikopo ambayo inakuwa ina taratibu na sheria ambazo zinakubalika ambazo hazikubani wewe wala hazikunufaishi sana anayekukopesha. Si unaenda kukopa mkopo, mkopo una riba kubwa mara mbili ya kile unachokopa. Huo mkopo hauwezi kukunufaisha wewe kama mjasiriamali. Hmm? Na ndio maana hata kwenye video zangu za nyuma ndio wewe kuwatajia sehemu ambapo wewe kama mjasiriamali, wewe kama mtu ambaye unajitafuta, unaweza kukopa na kuweza kuendeleza biashara yako. Kwa sio pia mkopo, ni mkopo wa kukopa. Unatakiwa kuangalia. Je, hiyo taasisi imesajiliwa? Hilo ni la kwanza. Ya pili, dhamana ya mkopo ni kitu gani? Usiweke dhamana ya mkopo kubwa kuliko mkopo unaochukua. Yaani unachukua mkopo milioni mbili unaenda kuweka dhamana ya nyumba. Kwa sababu ukishindwa kulipa hiyo milioni mbili nyumba yako inaondoka. Je, nyumba yako ina thamani ya milioni mbili? cha tatu cha kuangalia ni muda unaotakiwa kurejesha. Sawa, inawezekana riba isiwe kubwa, riba ikawa ndogo, lakini ukakiwa kipindi kifupi cha kurejesha ambacho kitakuwa kimekubana na wewe, kile kiasi ambacho umechukua kitakuwa bado hakija jidharisha. Kingine cha kuangalia, je, baada ya huo mkopo kukamilika. Utaweza wewe kujiendesha mwenyewe bila kukopa tena? Maana isije kukaa mkopo mmoja ukaanzisha mkopo mwingine. Ingawa watu wanasema hamna mtu ambaye hajafanikiwa bila kukopa, lakini hiyo tunaongelea kwa wafanyabiashara wakubwa. Kwa wafanyabiashara mdogo mikopo hapana, sio kitu kizuri kabisa. Kwanza kwa mfanyabiashara unayeanza unatakiwa kuwa na kianzio, ambapo baada ya kufanya biashara kwa muda mfupi au muda mrefu baada ya kuona jinsi biashara yako inavyoenda ndio unaweza ukakopa ili kuendeleza pale ambapo wewe utakuwa umekwama. Kwa hiyo naomba tuwe makini. Fikiria mfano, mkopo unaitwa kausha damu. Hivi unadhani utabaki salama? Utaacha kukauka. Kwa hiyo nawasihi, sio kila mkopo ni mkopo wa kukopa. Lazima uangalie taratibu, muda wa marejesho, kiasi cha riba Je, yeah, hiyo taasisi imesajiliwa kufanya hizo huduma za kifedha? Nawasii sana ndio, tunajua tuna shida na hela, tunataka kuendeleza biashara zetu, lakini tuwe makini sana na hizi taasisi ambazo tunaenda kuchukua mkopo kwao. Nawapenda sana, nawatakia wakati mzuri.